Kabisa bila nyie, sisi pale ofisini hatuwezi kuwa. Bila nyie, Vodacom aezi kuwepo, Vodacom yeizi kuendelea, ni lazima tuwe na wateja. Wanaowaleta wateja ni nani? Sisi. Kwa hiyo katika yani, watu wote hata ofisini wanajua ukitaka kumtigua akili yani, gusa kitu kinacho wahusu mafirensa, kikiwa kiendi vizuri Yaani, hiko ni kitu ambacho kinaweza kikaninyanyua hata juu ya meza, kwa sababu mimi ni freelancer namba moja Tanzania. Ninajua mnachopitia, sio kwa kuhadisiwa, nishaingia sokoni na nikashinda asubuhi mpaka jioni na kuzunguka na pesa. Ninajua ugumu wa soko, kuanzia hali ya hewa mliokuwa nayo, kuanzia wateja wenyewe, mpaka umwelewe, akuelewe, apate hiyo laini ya ambao ya unamuuzia, yani ugumu wote ninauelewa. Kwa hiyo ndio maana mko hapa moyoni mwangu sana sana sana, kwa kipekee kabisa. Yani nizidi kusema nyiye ni wasamani, ni wasamani sana kwetu sisi Vodacom. Pamoja tunaweza, 25 ya Vodacom, tupo nawe.